mengi kila mmoja ametoka na mahitaji yake, anza kutokota mbele za Mungu. Mwambie Bwana kwamba Bwana, niko leo, siku ya leo natamani kuna namna unitende, natamani kuna namna unitokea, natamani kuna namna unitokea, kuna unitoke. asubuhi ya leo amashakata, natamani kuona kila mmoja akiomba. Hebu omba kwa mdomo wako, mwasimishe Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana, niko hapa Kwambie Bwana niko hapa, sitamani unipite tena, natamani kuona mguso wako Bwana. Yuko hapa kukusaidia, yeye yuko hapa, Bwana yuko hapa, udilie Bwana kwa maneno ya kinywa chako risakata ramasekete raaayeketeeket raaekesha ukijisikia kulala wewe lao

pigie ufalme wa utukufu, utukufu. Makofi mengi peke yake, anastahili yeye. Yeye anastahili kupewa sifa na utukufu. Yeye anastahili kuadhimishwa Bwana. Yeye anastahili kuliko chochote katika maisha yetu. Anastahili kuliko yule mke wako mzuri, anastahili kuliko ile kazi yako. Usijivunie kazi wewe, usiangalie elimu yako wewe. Yesu anastahili. Yeye anastahili yes. Bwana, Shout to Jesus. Admore clap to Jesus. Mungu akubariki, uweze kukaa katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu wa mbinguni ya kubariki sana kwa kuweza kuwepo katika ibada hii. Kuna wale tumekuwa pamoja tangia katika ibada ya kwanza, tumemwona kwa wakituhudumia. Sasa nikukaribishe katika ibada nyingine, ili Yesu atuhudumie pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina naitwa mtumishi wa Mungu Emanueli Mwashuya, nimetokea Dodoma. Nimekuja mahali hapa, ni nyumbani. Bwana asifiwe. Wengi wenu tumekuwa pamoja, baadhi tukiwa Dodoma Chamwino, lakini tukaenda Bukoba. Mtumishi wa Mungu Baraka, Mungu akubariki sana. Galson, Mungu akubariki. Lakini kabla ya yote, nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa kanisa, kumshukuru baba pamoja na watumishi wa Mungu wote kwa kunikubali kuwepo katika madhabahu hii takatifu ya Shekina. Bwana asio sana, hebu tumpigie Yesu makofi mengi kwa ajili ya utukufu huu. Mzee Kaijage, Mungu akubariki pia, mzee wangu pale, Yesu wa mbinguni akubariki sana, lakini na watu wengine wote, Yesu ainuliwe sana. Ninayo mengi ya kuzungumza, lakini nitazungumza wakati mwingine. Hapa naomba nikuletee ujumbe kutoka kwa baba yangu, nikuletee salamu kutoka kwa baba yangu wa mbinguni. Amen. Asubuhi tumeangalia somo lilokuwa linasema ya kwamba be faithfulness unto the days, kuwa mwaminifu hata kufa. Bwana asifiwe sana, na natamani kwa wale ambao hatukuwa nao asubuhi, tuendelee na hili somo pia. Bwana asiwe. Mafunuo hayawezi yakawa yale yale, Mungu yeye ya anajua namna ambavyo atatuhudumia jamani. Amen jamani, haleluya! Na kwa sababu tunatamani Mungu atuhudumie zaidi, tutaenda moja kwa moja katika maandiko ya somo katika Daniel sura ya tatu mstari wa kumi hadi yule wa ishirini na saba. Nitasoma kwa haraka. Wewe, ee mfalme, ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuli na zomali zangoma, na namna zote za ngoma ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanulu ya moto wa kao wako Wayahudi kadha wa kadha uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka na Meshaki na Abedinego. Watu hawa e mfalme, hawakukujali wewe, hawaitumikii hawa itumi, hawaitumiki miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ulioisimamisha. Basi Nebukadneza akatoa amri kwa sila na ghadhabu, waletwe hao Shadraka na Meshaki na Abedinego. Basi wakaleta, wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadneza akajibu akawaambia, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamtumikii ham Mungu wangu wala kusujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa, kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuli na zomali na namna zote za ngoma, kuanguka kuisujudu sanamu niliyoisimamisha, ni vema ba, ni vema bali, msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuri wakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shedraka na Meshaki na Abedinego wakajibu wa wakamwambia mfalume e Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye naye atatuokoa na mkono wako, e mfalme. Mstari wa kumi na nane unasema, bali kama si hivyo, ujue e mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego, na akatoa amri watie moto ile tanuru mara saba kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali, na ile tanuru ilikuwa inawaka moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego, na watu hao watatu Shadwaka na Meshaki na Abedinego wakamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu akainuka kwa haraka akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakamekweli, e mfalme. Akajibu akasema akajibu akasema, tazama, mimi naona watu wanne nao wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara yake. Yule wa nne ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile kamoto akasema akanena aka akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego moto na amli na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanya, wamekusanyika pamoja wakawaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadulezar Nebukaduleza akanena akasema na aibidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao mwenyewe. Basi mimi naweka amri juu ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande, na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza aka Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Naomba tufunike macho. Baba, mfalme wa utukufu, Mungu mwenye enzi, mtakatifu, mtumishi wako, mtumwa wako, wewe ni bosi wangu Bwana. Nimesimama madhabahu hii takatifu kwa ajili ya kukutumikia na kuwatumikia watumishi wako, mimi ni punda wako Bwana, mimi ni mtumwa wako. Naomba ukanipande na kunitumia kama chombo, na nina ahidi mbele ya madhabahu hii Bwana na watu wako hawa wakuu ya kwamba chochote kitakachotokea na kunenwa ni utukufu wako. Nami kama mtumwa, kama punda, sitachukua hata felusi, wala chembe ya utukufu wako utakaojitwaliwa kwa watu wako hawa Bwana, naomba ukawasikizishe maneno yako, nami Bwana, ukanipake mafuta nipate kibali juu yao, katika jina la Yesu, amen.